Siku hizi namuonea Padre Kitima huruma. Juzi tumetokea cheti cha, cha, cha, cha kuzaliwa cha mtoto wake, mmekiona eh? <laughs> Sasa jamani, mtatupea watoto sio? Wangapi? mtatupea watoto, mtatupa wanawake, kwa sababu tunapigana na haki. Pole sana, ni neno la Mungu sio mimi. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. wi ufalme wa mbinguni ni wetu, iwapo tunapigania haki. <laughs> Heri wenye watakapo washutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Kanisa <laughs> Katoliki oye Furahini na kushangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Najivunia kuwa Mkatoliki. Tutaudhiwa, tutanenewa mabaya, tutawekewa mabaya, watoto mtatupa, wanawake mtatupa, kuiba sadaka mtatusema, lakini thawabu yetu ni kubwa mbinguni.